Tunapotoa fomu tunakupa control namba kwa ajili ya kwenda kuingiza pesa ya uchukuaji wa fomu uchukuaji, so, so. wa fomu ni laki tano. So, so. kwa hiyo tutakupa control namba yetu utaenda so. kuingiza. Utakapoturejeshea mm -hmm. fomu basi, utatuletea na risiti yetu so, so. karibu sana. <coughs> karibu hizi, utaenda kujaza. mm -hmm. Lakini tutakupa na karatasi yetu nyingine mm -hmm ambayo ina wasifu wa mgombezi endapo kukujazia wasifu wako wako. Um, hii inawezekana ikawa fomu yetu haitatosha kuandika CV zako, basi tumeweka karatasi ambayo tunaiandaa vizuri itakuongoza na navijazi. yes. fomu zetu kurudisha mwisho saa kumi na tarehe ya mwisho ni tarehe mbili. Kwa hiyo ukifika mpaka tarehe mbili ikifika saa kumi kamili huo umerejesha. Ukiwa hujarejesha nje ya muda huo, mheshimiwa, usitulaumu, kwa sababu tutatimiza taratibu <tipa> zinavyotaka na wajibu wa chama chetu. Karibu, naomba nikukabidhi.